Na mimi naomba IGP, niwe mkweli na niwe mwazi kwa sababu sitaki kuwa mnafiki. Yako mambo ambayo yalikuwa yananikereketa na yananichukiza. Unapoona jambazi anavamia kituo cha polisi, anaua polisi, halafu anaondoka au anakwenda kuiba mahali na na silaha anaondoka hivi hivi. Hili limekuwa linanipa wasiwasi wasi kidogo, kwa sababu kama bunduki mnazo za kutosha, kwa nini jambazi aondoke bila kunyang'anywa polisi bunduki yake anayoitumia haraka haraka? Ninaposema haraka haraka, mnanielewa? Kwa nini jambazi aende mahali akafanye ujambazi Halafu polisi mshindwe kumnyang'anya silaha yake haraka. Na ninyi mnazo bunduki. Na risasi mnazo. Swala ni kumnyang'anya bunduki yake haraka kwa sababu kama ameenda mahali na bunduki, maana yake hakwenda kwa ajili ya maonyesho, ameenda kwa ajili ya kwenda kuitumia. Kwa hiyo nitoe wito kwa polisi pote nchini, mkimwona jambazi na ana silaha, hakikisheni mnamnyanganya bunduki yake haraka na yule polisi atakayekuwa amejitoa muhanga kumnyanganya yile bunduki jambazi, msimpeleke mahakamani, mumpe cheo. Hakuna polisi jamii kati ya jambazi na mwizi. Nasema kwa dhati, mna mbinu nyingi za kuwanyanganya hawa silaha. Sa nyingine unaweza ukamwita tu akakukabidhi bunduki yako, mzitumie hizi mbinu. Na sa nyingine mnaziita mbinu za medani. Mm, mkifanya hili IGP mimi utanifurahisha. Wananchi wamechoka, wananchi wamechoka. Unapata mali yako umekusanya umehangaika anakuja jambazi, anachukua wengine. Saa nyingine wanapiga hata simu. Na kwa Dar es Salaam pamekuwa na mchezo wa kina mama ni shahidi, akiwa anatembea hata na pochi yake, anatembea hata na begi lake au na simu yake, anakuja mtu na bodaboda boda, anakuja namburuta vyovyote, halafu anakuja anachukua haraka haraka. Polisi mpo, kwa nini msijifanya na ninyi mkapanda bodaboda alafu mkawashika haraka haraka hao Mkiamua jeshi la polisi Tanzania pawe na amani, patakuwa na amani. Kwa hiyo nitoe wito kwa ninyi wakubwa wa jeshi la polisi kuanzia IGP na makamanda wako, vijana wenu wanaweza kuwa na moyo sana wa kufanya kazi, lakini inawezekana mnawabanabana mnawachelewesha kufanya kazi. Wakienda kusaka majambazi mapolini kule, mnawaambia hao majambazi wasiwanyanganye silaha, na ninyi mnakuwa kwenye vituo vya mbali, hamwendi huko huko. Siku nyingine nitawapeleka ninyi mkatangulie kuwanyanganya. Kwa hiyo hilo ndio IGP, nasema kwa dhati, mkisimama imara na jeshi la polisi. Mna vijana wazuri sana, wako committed na wanapenda kazi zao. Na mimi nataka kuwaeleza masilahi yenu tutaendelea kuiangalia. Tatizo ni uwezo tu, lakini kadiri tunavyoenda sasa hivi mambo yatakuwa mazuri tu lakini na ninyi mtusaidie, pawe pa amani. Mbona kuna nchi nyingine hata ukisahau simu yako na ikuta mpaka kesho? Mfano hata kwa nchi jirani tu ya Rwanda, ukisahau hata pochi yako utaikuta mpaka kesho. Kwa nini hapa iwe hivyo? Jeshi la polisi mkiamua, mnaweza na kwa mfumo huu mpya ambao umeuweka, ambapo mtakuwa mna monitor kila kitu, na mfumo huu unatakiwa usambae vizuri katika nchi nzima. Tutaangalia na sisi katika upande wa serikali, kama yatakuwepo mabaki mabaki tutawaongezea, lakini tukiwaongezea, yakatumike kama ambavyo yanatakiwa kutumika, kwa sababu na ninyi polisi mmelalamikiwa lalamikiwa kwa kutumia vibaya ya fedha na hii nayo inatia dosari sasa. Haya madosari dosari yaliyopita si ndwele, tugange yaliyopo na yajayo. Umeanza vizuri, twende hivyo hivyo vizuri kwa ajili ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa na amani. Watanzania wengi wana imani kubwa na jeshi la polisi sana. hata wananchi waliokuja hapa wote ni kwa sababu wana imani na jeshi la polisi, wasingekuja. Nasema uongo, ndugu zangu? Hebu mwashangilie jeshi la polisi basi, hata kwa kunyosha mikono. Sasa Mheshimiwa IGP unataka nini zaidi ya kushangiliwa na wananchi hao? Kwa hiyo mna jukumu kubwa la kuwafanyia kazi wa Tanzania. Matatizo mengine madogo madogo tutayamaliza lakini kwa ujumla una percentage kubwa sana ya maaskari ambao ni wazuri. Sasa wale wadogo wachache ambao wanaharibu heshima ya jeshi la polisi, nao ni vizuri mkawatoa, kwa sababu pamoja na mpango huu kuwa mzuri, inawezekana mtu anaweza akapiga simu halafu baadaye hiyo simu akaambiwa yule jambazi aliambiwa Halafu yule mtu anakwenda kushughulikiwa. Inawezekana mtu mwema akaenda akatoa taarifa, akishatoa taarifa, baadaye zile taarifa zinaliki. Huo mchezo nao upo ndani ya polisi. Nasema uongo? ndugu zangu, huo ndio ukweli. Kwa hiyo wale vijana wako ambao wanafanya kwa shifti ambao wanafanya kwa shifti 24 wako 24 kwa shifti tatu, kwa hiyo ni almost sabini na mbili ambao watakuwa na jukumu la kupokea simu na taarifa za uhalifu utakaokuwa unaendelea. Hapa ni lazima uwape special attention. Kwanza wawe ni vijana wenye maadili ya kweli, na mimi na uhakika IGP huwezi ukashindwa kuchunguza ni yupi kijana ambaye hana maadili ya kweli. Lakini la pili uangalie namna ya kuwapa special money kwa ajili ya kuwasaidia wafanya kazi vizuri pale, na ile itumike kama motivating agent kwa sababu kama watakuwa wanashinda wako hapo hapo kwenye koboi, nao wangependa hata saa nyingine wakae barabarani vizuri. Kwa hiyo uwape posho maalum, na kwa jeshi la polisi lisingeshindwa kupata posho maalum kwa vijana wachache wanaokadiriwa mia moja ambao wanafanya kazi kubwa ya kupambana na ujambazi katika nchi hii. Lakini pia ni lazima wawe protected, kwa sababu majambazi nao wana mbinu nyingi kule kuwajua, napo ni riski kwa maisha yao. Ni vyema tulinde, ili kusudi mradi huu ambao ni tegemeo kubwa katika usalama wa nchi hii uweze kwenda sawa sawa. Huu mradi unatumika kama control experiment. Ukiferi, maana yake tumeferi wote. Na mimi na matumaini makubwa katika mradi huu, hata hawa waliotoa fedha zao kwa ajili ya kufadhili mradi huu wana matumaini makubwa kwamba mradi huu uende vizuri kwa kupambana na ujambazi.